Kusikiliza neno la Mungu. Haleluya, haleluya. Sante Mungu wetu na Bwana wetu uliye mtakatifu wa Israeli, ambaye amekusudia jioni ya leo tupate kujifunza kitu kutoka kwako. Neema yako isitupungukie Bwana, na mkono wako uwe juu yetu hata ye Bwana, tupate kufikia kimo na kiwango kile kilichokusudia cha kukuelewa weye Mungu na kukujua eye Mungu, hata tukuamini na kuishi sawasawa na mapenzi yako. Amen, amen, amen, amen. Ujumbe wangu siku ya leo ni kwamba Yesu Kristo anarudi. Yesu Kristo anarudi. Ujumbe wangu ni kwamba Yesu Kristo anarudi. Yesu Kristo anarudi. Huo ndio ujumbe ambao nimekuja nao siku ya leo. Lakini somo letu ni kwamba wakati wa mwisho. Somo letu wakati wa mwisho. Na hii tunaipata kutoka kwenye kitabu cha Danieli ile sura ya kumi na mbili na mstari wa nne. Neno la Mungu linasema, "Lakini wewe Danieli, uyafunge maneno haya ukayatie muhuri Hat, ukatie muhuri lakini wewe Danieli, yafunge maneno haya ukatie muhuri kitabu hata wakati wa mwisho, wengi wataenda mbio huko na huko na maarifa yataongezeka. Amen, Amen. Neno la Mungu lasema wengi wataenda huko na huko Uko na maarifa yataongezeka. Hapa anaposema wengi wataenda huko na huko, maana yake sio huko na huko kuzurura tu. Wengi wataenda huko na huko kwa ajili ya kazi, kwa ajili ya kutafuta kazi, kwa ajili ya kufanya kazi, na sio kwamba ni kitu kibaya, ni kitu kizuri sana, lakini hii imekuwa zaidi neno linapozungumzwa hapa, anazungumza watu wataenda huko na huko, itakuwa zaidi kwa, kwa sababu kwa sababu ya jinsi walivyokuwa wakienda. Kwa sababu gani? Kwa sababu maarifa yataongezeka. Maarifa kama yataongezeka, maana hata uwezo wa kwenda huko na huko utakuwa ni rahisi sana, watu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine itakuwa ni rahisi sana hata mahali hapa wako rafiki zangu bodaboda hawa, wako mahali hapa, wanakusafirisha kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa urahisi. Hii ni kwa sababu maarifa yameongezeka. Maarifa yalipoongezeka, watu wakaja na ubunifu wa pikipiki, wakabuni pikipiki ambayo piki itaweza kuwa chombo cha usafiri kwa ajili ya kumsafirisha mtu kutoka sehemu moja kwenda inatuambia watu wataenda huko na huko, watu wataenda huko na huko. Lini? Nyakati za mwisho, wakati wa mwisho. Watu watakuwa bize kwenda huko na huko, watu watakuwa bize kwenda huko na huko. Kwa nini? Maarifa yataongezeka, maarifa yataongezeka katika nyakati za mwisho. Maarifa yataongezeka na maarifa kisha ongezeka, yakishaongezeka sishia watu kuweza kwenda huku na huko kwa urahisi, kwa haraka, kwa wepesi. Tunajua zamani zamani, kabla ma, ma, ma, magari hayajaja, watu walikuwa wanatembea kwa shida, wanaenda wanatembea kwa shida. Kwa hiyo hata ule uwezo wa kwenda huko na huko ilikuwa ni tabu sana. Watu walikuwa na uwezo wa kukaa sehemu moja, anakufa mpaka anazeeka, hajawahi kutoka kwenye hilo eneo. Kwa sababu gani? Hakuna kitu kinachorahisishia kutoka mahali hapo kwenda sehemu nyingine. Lakini kwa sababu maarifa yameongezeka, Biblia inatwambia watu wataenda huko na huko. Mahali hapa tulipo, ukija kuangalia jamii tunayoishi nayo ukipima asilimia sasa hivi, unaweza ukakuta ni asilimia hamsini ndio wakazi wa mahali hapa, ni asilimia hamsini ndio wakazi wa mahali hapa, lakini asilimia kubwa watu sio wa mahali hapa, watu sio wa mji huu. Kwa nini? Maarifa yameongezeka na baada ya maarifa kuongezeka, watu wanaweza kwenda huku na huko, watu wanaweza kwenda huku na huko. Sasa kama maarifa yameongezeka, yanatuashiria nini? Sasa yanatuashiria kwamba maarifa kuongezeka kwa ni ishara ya kwamba Yesu Kristo anarudi, Yesu Kristo anarudi, Yesu Kristo anarudi, anarudi. maarifa yameongezeka hiyo ni ishara ya kwamba Yesu Kristo anarudi. Rafiki yangu, acha kuendelea kuona kwamba bado mda mrefu Acha kuendelea kuona kwamba bado kitambo sana. Acha kuendelea kuona kwamba bado unayo nafasi. Hauna nafasi rafiki yangu, nafasi ulionayo ni sasa, muda ulionao ni sasa. Tuko nyakati za mwisho, anytime, muda wowote Yesu Kristo anaweza akarudi kuwachukua wateule wake. Yesu Kristo anaweza akarudi kuwachukua watakatifu. Yesu Kristo anaweza akarudi kuwachukua walio wake Yesu Kristo okay, anaweza karudi kuwachukua walio tayari. Rafiki yangu angalia njia zako, angalia unavyoenenda. Je, Yesu akirudi, utaweza kuurithi uzima wa milele? Utaweza kunyakuliwa? Biblia haijatukataza kuwadize wala Biblia haijatukataza kwenda huko na huko. Inatuambia watu watakuwa bizi kwenda huko na huko kwa ajili ya mambo ya dunia hii, kwa ajili ya harakati za dunia hii, kwa ajili ya maisha ya dunia hii. Lakini rafiki yangu, Biblia imetuonya, mwonapo mambo hayo yanatokea, mwonapo mambo hayo yanatendeka, jueni ni nyakati za mwisho, jueni ni nyakati za mwisho. Yesu Kristo yupo karibu kurudi, Yesu Kristo yupo karibu kurudi. Sasa kama ni nyakati za mwisho tufanyeje? Sasa unaweza kuwa najiuliza, sawa ni nyakati za mwisho tushajua, tufanyeje? Sasa tufanye nini? Nini tufanye? Sasa Biblia inasema katika kitabu cha Isaya ile sura ya 48 na mstari wa kumi na sita hadi wa kumi na nane, Biblia inasema nikaribieni, nikaribieni, sikieni haya tokea mwanzo sikunena kwa siri, tokea mwanzo hakunena kwa siri, alinena waziwazi wazi. tokea mwanzo hakunena kwa siri, alinena waziwazi wazi. alinena waziwazi wazi. anasema ya kwamba tokea mwanzo sikunena kwa siri, tangu yalipokuwapo, tangu tangu yalipokuwapo tangu yalipo kuwapo, mimi nipo na sasa. Bwana Mungu amenituma kwa roho yake. Sasa Bwana Mungu alimtuma Yesu Kristo kwa roho yake. Alimtuma aje afanye nini? Alimtuma aje akuokoe wewe. Alimtuma aje aniokoe alimtuma haja ya dhambi zako, alimtuma mtuma haja yanisamee dhambi zango. Alimtuma Yesu Kristo kwa ajili ya maisha yako, ili apate kukuokoa, ili apate kukusamee. Anasema, anaendelea anasema, Bwana mkombozi wako mtakatifu wa Waisraeli asema hivi, mimi ni Bwana Mungu wako nikufundishaye ili upate faida. Mimi ni Bwana Mungu wako nikufundishae ili upate faida. Anaendelea anasema ya kwamba nikuongozae kwa njia ikupasayo kuifuata, nikuongozae kwa njia ikupasayo kuifuata. Anaendelea nasema laiti ungalisikiliza amri zangu, laiti ungalisikiliza amri zangu, ndipo amani yako ingalikuwa kama mto wa maji, na haki yako, in, na haki yako kama mawimbi ya bahari, na haki yako

Yesu Kristo anataka kumrudia yeye. Anasema yeye atakufundisha namna ya kupata faida, yeye atakufundisha namna ya kupata faida katika nyakati hizi za mwisho. Maarifa yameongezeka, mambo yanaenda kwa kasi sana. Atakufundisha namna ya kupata faida, lakini haishi hapo. Anasema atakuongozaye kwa njia ikupasao kuifuata, yeye ndiye atakayekuongoza katika njia inayo kupasa kuifuata yeye ndiye atakaye kuongoza katika njia inayokupasa kuifuata. Yesu Kristo alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zako, alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zangu, alikufa msalabani kwa ajili ya makosa yangu, na ndiyo maana jioni ya leo ninakuja kukueleza rafiki yangu, Yesu Kristo anasema mrudie yeye, mrudie yeye. Mrudie yeye, mrudie yeye apate kutengeneza maisha yako, apate kutengeneza maisha yako. Anasema mrudie yeye, anasema mrudie yeye, anasema mrudie yeye. Yeye Yesu Kristo anataka mrudie yeye, anataka mrudie yeye. Yeye. Yeye anataka urudi kwake, anataka urudi kwake. Jioni ya leo rafiki yangu, tuko wakati wa mwisho tuko nyakati za mwisho, bado kitambo kidogo, bado kitambo kidogo. Wewe mwenyewe ni shahidi, mambo yanaendelea kwa kasi, juhudi inakuwa juhudi, bidii inakuwa bidii, watu wanaenda bize huku na huko, watu wanaenda bize huku na huko, watu wanaenda bize huku na huko. Rafiki yangu Yesu Kristo anasema nirudie mimi, nirudie mimi nirudie mimi nirudie mimi, nikufundishe mi namna na jinsi ya kupata faida. Uenda umekuwa ukifanya biashara kwa muda mrefu, haoni faida wala matokeo ya biashara unayoifanya, lakini jioni ya leo Yesu Kristo anasema nirudie mimi, nikufundishe mi namna ya kupata faida ni kufundisha namna kupata faida. Yesu Kristo anakuita, uko mwito mkuu jioni ya leo, anahitaji umrudie yeye, anahitaji umrudie yeye, mgokie yeye. Acha njia zako mbaya, acha njia zako mbaya, acha kuishi maisha unayo yaishi. Mungu hajakuumba uishi hivyo unavyoishi. Mungu hajakuumba uishi maisha ya dhambi. Mungu hajakuumba uishi maisha ya kupeseka namna hiyo. Mungu amekuumba uishi maisha ya kumpendeza yeye, na baada ya maisha ya mali hapa uweze kwenda kuulipi uzima wa milele pamoja na yeye. Tuko nyakati za mwisho, tuko nyakati za mwisho wa, rafiki yangu, usikubali kuendelea kuishi maisha ya dhambi, usikubali kuendelea kuishi maisha ya dhambi. Tuko nyakati za mwisho. Tuko nyakati za mwisho, tuko nyakati za mwisho, tuko nyakati za mwisho. Yesu Kristo anakuitaji, Yesu Kristo anakuitaji, anasema nirudie mimi, anasema nirudie mimi, anasema nirudieni. Anataka Yesu Kristo umrudie. Yesu Kristo anataka umrudie. Yesu Kristo anataka umrudie. Yesu Kristo anataka umrudie, jioni ya leo, wewe rafiki yangu uliyeko mahali hapa unayesema unahitaji kumrudia Yesu Kristo, unayesema unahitaji kumrudia Yesu, unayesema unahitaji kumrudia Yesu. Nitenda kuomba na wewe rafiki yangu uliyeko mahali hapa, unayesema unahitaji kumrudia Yesu Kristo. Nitenda kuomba na wewe mahali ulipo, naomba unyoshe mkono wako. Wewe unayesema namhitaji Yesu Kristo, mahali ulipo, naomba unyoshe mkono wako. Uenda ulikuma ukokoka ukarudi nyuma. Uenda ulikuma ukokoka ukarudi nyuma. Yesu Kristo, asante rafiki yangu kwa kuwa umenyoosha mkono, unayehitaji kumrudia Yesu, na mwingine anayesema namhitaji Yesu Kristo. Yesu Kristo anahitaji umrudie yeye, anahitaji umrudie yeye. Nitaenda kuomba na wewe ambao nasema unamuhitaji Yesu Kristo. Yuko kaka yangu mahali pale, amenyoosha mkono wake Amesema anamhitaji Yesu Kristo, na mwingine anayesema anamhitaji Yesu Kristo. Rafiki yangu wewe uliyonyosha mkono, naonasema anamhitaji Yesu Kristo, naomba nifatishe maombi haya, naomba nifatishe maombi haya, naomba nifatishe maombi haya. Sema e, Bwana Yesu, jioni ya leo nimelisikia neno lako, nami ninakuja kwako Ninaomba Yesu, unisamehe dhambi zangu zote. Ee hey Yesu, ninakuomba ufute jina langu kwenye kitabu cha hukumu, na uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Kuanzia leo ninakubali, eye Yesu, kuwa wewe ni Bwana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 Hakikisha unaenda kanisani. Hakikisha unaenda kanisani. Na jambo la pili, hakikisha unamwomba mungu kila wakati. Hakikisha unamwomba Mungu kila wakati. Na jambo la tatu, hakikisha unasoma neno la Mungu kila siku. Ukiweza kuzingatia mambo hayo matatu na kuhakikishia, utaweza kuishi maisha matakatifu na Yesu Kristo akirudi, tutaweza kurithi uzima wa milele pamoja. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Mungu wa mbinguni akutunze. Mungu wa mbinguni akulinde. Amen, amen.